Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Alhamdulillah, furaha kubwa tujakuonayo katika kumshirikia mtume na kumsalia mtume. Tunyamaze likima huko nyuma, nimetaadhar kasola Umar uma, sisikii vizuri. Kina mama huko nyuma tazungumza, ilikuwa yatosha Uluhyasai swale yaakafinga mada khairul kalami maqala wadalla. Kina mama huko nyuma, mchache tunyamazitafadhal, ni yale machache alafu yametoa faida, yameeneza faida kwenye mabongo ya watu. Mimi hakuna haja nizumze, lakini kuna kitu kimoja kataka niti yevondo hapo katika masala ya kumpenda Mtume sallallahu alayhi alaihi wasallam alimu auladakum hubba nabiyikum, wafundisheni watoto wenu kumpenda Nabii wenu Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Maneno haya nayezungumza pengine wayachukulia simple kwa sahali lakini mjue maneno haya ya mahaba ya kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam wa kunao wa watu wanapigwa mabokora huko nchi zingine, na kufukuzwa misikitini na kwenye makawanda, kwa sababu ya wao wameandika wa kwenye mabango I love Muhammad, I love Muhammad, nampenda Muhammad, alafu Nabi Muhammad, nampenda Nabi Muhammad hilo peke yake likawafanya wananchi wanatandikwa na serikali ya India, serikali ya India, na wanapiga Waislamu kwa sababu wanatangaza wanampenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, jambo hili tulichukulia umuhimu sana, tuonyeshe jazba ya kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuwafundishe na watoto wamfahamu mtumi, wamfahamu mtumi. Kwa nini tuambiwa tumpende mtumi? Ana nini? Ana kitu gani? Amekuja na nini? Kwani yuko vipi? Moja ya ili sisi tuweze kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume alikuwa ni mwenye huruma, mnyonge, umwenye nguvu Mayatima, wajane, kina mama, mtume alikuwa na huruma na wao. Kwa nini tusimpende mtume sallallahu alaihi wasallam? Mtume alikuwa halali, hakuwa katika maisha yake, hakulala ikiwa hajaona umma wake umeongoka. Yuko tayari kujinyima kila kitu, lakini ahakikishe umma wake umeongoka. Kwa nini tusimpende mtume sallallahu alaihi wasallam? ni haki yetu kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, mimi sitaki ni haribu haribu faida iliyotolewa na Usaliswaleh. Cha muhimu tumpendeni mtume. Assalamu alaikum wa wa warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh. Vile vile ningesikia kuwa na furaha zaidi ikiwa tumetembelewa na ndugu yetu hapa, na hii naona ni mara yake ya kwanza kabisa kuhudhuria, ndugu yangu Gosh Ali, naye pia nitamsimamisha azungumze na Waislamu, azungumze na ndugu zake. Inshaallah, karibu sana. <laughs> Assalamu As alaikum warahmatullahi wabarakatu wa alhamdulillahi al rabbil alamin al wassalatu wa wassalam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, baada ali ya, ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma mtume wake, mimi sina mengi ya kusema, yaliyosemwa yashasemwa. Sase, ya, langu tu ni kupongeza mustadhi, kupongeza hudhuri Kupongeza wazazi wanafunzi, kwa jitihada walizozifanya mpaka leo tumekamilisha maulidi haya, na nilikuwa nikihusishwa na ustadhi katika masuala haya, na twafurahi kwamba leo tumetekeleza ada yetu ya kumsifu Mtume, rehma na amani zimshukie. Kwa hiyo sina mengi isipokuwa ni kuomba Mwenyezi Mungu atupe kila la heri na atupe amani katika jamhuri yetu ya Kenya. Shukran wa jazakumullahu khair. Aya, shukran ndugu yangu kwa kuchunga wakati pia. Mashallah kwa hivyo usali swale tupe dua, inshallah Sallallahu ala Muhammad.

Haya, kwanza natoa shukurani kwa kila ambaye kuwa ametoa shilingi yake kwa ajili ya hafla kama hii. Mwenyezi Mungu amzidishie. Ili natoa shukurani kwa wageni wote, kina baba, kina mama, watu wazima wanafunzi pamoja na walimu. Shukurani hizi zatoka kwa niaba ya wazazi na wanafunzi wa Azhar, kwamba hawana lolote la kuwalipa isipokuwa Allah ndiye atakayewalipa. Shukurani zingine ziwaendee wanafunzi wote wa Azhar, asasa wale former students, wanafunzi wakubwa wakubwa kwa juhudi zao na kule ambaokuwa kila walichokitoa, sisi hatuna lolote la kuwalipa isipokuwa Allah ndiye atakayewalipa. Vile vile, wale wazazi waliotoa michango yao kwa ajili ya kufanikisha jambo kama hili, Mwenyezi Mungu awalipe, na wale wanafunzi ambao kwamba wako ndani ya madrasa na wanaendelea bado na masomo kwa zile jitihada zao, Allah subhanahu wa taala awalipe na kila aliyetabaruku. Kuna wengine wametabaruki nafsi zao, wengine wameleta vitu zao, wala si wazazi. Kama nilivyowambia, maulidi haya ni ya kila aliye mwisilamu. Kila aliye mwislamu, basi maulidi haya ni yake, si ya watu wa Bokole peke yake hata waliotoa wengine wako nje ya Bokole. Basi sisi tuna yote la kuwalipa, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye atakayewalipa. Kwa hivyo, kwa hayo machache, baada ya haya yote, naombeni Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tena mwakani tukutane. Kila aliye mgonjwa wa Mwenyezi Mungu ampe shifa Aliyeondoa hatua yake moja mbili, mpaka kafika hapa, basi amregeshee thawabu zake, amen. Aalike kurudi kwenu, akupoteza muda wenu, kuchukua muda wenu saa hizi, ilikuwa kila mmoja sasa zipige, pengine angekuwa amelala, lakini kwa mapenzi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam umeachainwa vyote

Uh, na mnatangaziwa kutakuwa na muhadhara, muhadhiri mwaka huu atakuwa Mbarak Awesu kutoka Nairobi, yeye ndiyo atakuwa mhadhiri wetu baada al maghrib mubashara, huwe umefika msikitini swali hina, utapata maidha hayo, na ukiingia YouTube ama uingie tiktok pia utaipata. Tarehe ishirini na tano mnaalikwa maulidi Masjid Jubrani Mtwapa Jumamosi ijayo. Kwa hivyo, inshallah kama mlivyohudhuria hapa na jumamosi ijayo muhudhurie kule Jibrani Mtapa hapo barabarani, asubuhi kuanzia saa tatu mpaka saa saba. <coughs> na Rajani kuna makaa tatu kuanzia saa nne mpaka dhuhuri. Kesho ifikie tumefahamiana kuanzia saa nne inshaallah. Na nasikia pengine pengine kesho, nasikia khairati hiyo wanalinyuma marudi yao washashtuka. Haya, tosha, haya Alielala, tafadhali usimwamshe. Alielala, usimwamshe. Hebu tukaeni kitama ile zilizo hapa, tukaeni kitama kuelekeana, kuelekeana, tukaeni kitama kuelekeana. Alielala, macho usig watu waje kuosha mikono.